Nilisimama mbele ya watu waliokusanyika pale uwanjani, upepo wa bahari ukipiga mashati yao kama bendera zilizochoka. Jua lilikuwa linazama taratibu, likichovya anga kwa rangi ya damu na dhahabu. Nilihisi chumvi midomoni mwangu, si kwa sababu ya bahari, bali kwa sababu ya ukweli uliokuwa karibu kutoka mdomoni mwangu. Mbele yangu, Bwana Rashid Mbaruk alisimama akiwa ameshika kipaza sauti kwa mikono inayotetemeka kidogo. Alikuwa bado anajifanya jasiri kama kawaida yake, akitabasamu tabasamu la mtu anayejua kuigiza mamlaka. Lakini nilijua, na sasa nilijua kila mtu alikuwa karibu kujua kwamba tabasamu hilo lilikuwa pazia tu, pazia la mtu ambaye nguvu yake yote ilikuwa ni makelele na vitisho. Nilipofungua jalada lile la kahawia nene, kelele za watu zilipungua kama bahari inapokutana na mchanga. Ndani yake kulikuwa na karatasi zilizokuwa zimelala kimya kwa zaidi ya miaka 30, lakini leo zilikuwa karibu kuzungumza. Na hapo ndipo nilijua, hii haikuwa tena kuhusu kiwanja. Ilikuwa kuhusu haki. Yote yalianza siku aliyovunja uzio wangu. Nilikuwa nimekaa kwenye kigoda cha mbao, nikinywa kahawa iliyochemka kupita kiasi, nikitazama bahari ikicheza na mawimbi yake ya asubuhi. Ndege wa baharini walikuwa wanapiga kelele zao za kawaida, na harufu ya chumvi na mwani ilikuwa imejaa hewani. Kiwanja hicho kile nilichorithi kutoka kwa shangazi yangu Bi Zainabu kilikuwa kimya, kikongwe, na kilionekana kama kimechoka kusubiri mwenyewe. Ndipo nikasikia sauti, sauti ambao ikipasuka. Nilisimama haraka, nikakimbia kuelekea upande wa uzio. Pale niliwaona wanaume watatu waliovalia fulana zenye nembo ya halmashauri, lakini walikuwa hawana haraka wala hofu. Walikuwa wakifanya kazi yao kana kwamba walikuwa nyumbani kwao. Samahani, nilipaza sauti, mnafanya nini kwenye kiwanja changu? Mmoja wao aligeuka akaniangalia juu chini, kisha akasema kwa sauti ya mzaha, hiki si kiwanja chako, hiki ni cha umma. dakika kumi baadaye Bwana Rashid Mbarok mwenyewe alifika. Alishuka kwenye gari lake jeupe akapiga suti yake ya kijivu na kama kawaida yake akakohoa mara mbili kabla ya kuzungumza. Hiyo ilikuwa tel yake, alikohoa kila mara alipokuwa akisema uongo. Hiki kiwanja, alisema kwa sauti ya mtu aliyekuwa ameshamua, kimechukuliwa na serikali kwa ajili ya mradi wa maendeleo. Hakuniangalia machoni aliposema hivyo. Nilirudi Lamu baada ya miaka kumi na miwili Nairobi Nilikuwa nimechoka na kelele na ahadi tupu. Shangazi yangu Zainabu ndiye aliyenilea baada ya mama yangu kufariki, na aliponipigia simu miezi michache kabla hajafa, alisema sentensi moja tu: usiuze ardhi ya pwani, ardhi haidanganyi. Hapo ndipo falsafa yangu ilipoanzia. Kwangu ardhi ilikuwa kumbukumbu kumbu, ilikuwa mizizi, ilikuwa kitu ambacho hakiwezi kupigwa kelele au kunyakuliwa kwa hila Nilikuwa naamini kwamba nguvu ya kweli iko kwenye ukweli tulivu, sio kwenye vitisho. Kiwanja chenyewe kilikuwa cha ajabu. Kulikuwa na mikoko upande wa nyuma, miembe miwili ya zamani, na msingi wa nyumba ambao haukukamilika kamwe. Usiku mawimbi yalipiga polepole pole, kama mtu anayehesabu sala zake kabla ya kulala, lakini kulikuwa na hisia, kama kivuli kilichokaa muda mrefu kuliko kinavyopaswa. Wazee wa kijiji walikuwa hawazungumzi sana kuhusu kiwanja hicho walibadilisha mada haraka au walikohoa kama Bwana Rashid, lakini wao walikohoa kwa hofu, si kwa uongo. Bwana Rashid aliamini kitu kimoja: mamlaka ni maonyesho. Alipenda mikutano ya hadhara, vipaza sauti na magari yenye nembo. Alipenda watu wamwogope kabla hawajamwelewa. Alikohoa kabla ya kusema uongo, na alitumia maneno kama taratibu, sheria na maendeleo kama silaha, bila kujali maana yake halisi. Baada ya siku ile ya kuvunja uzio mambo yalizidi. Alituma barua ya madai isiyo na muhuri halali. Alileta polisi wawili waliokuwa hawajui chochote isipokuwa kusimama na bunduki. Alisambaza uvumi kwamba nilikuwa mgeni niliyepata kiwanja kwa njia ya hila. Kila hatua ilikuwa ndogo, lakini zilikusanyika kama mawimbi madogo yanayojenga tsunami. Jamii ilianza kuogopa. Watu walikuwa wanapita kiwanjani kwangu haraka, wakiepuka kunisalimia. Hofu ilirudi, hofu ya zamani iliyokuwa imelala kwenye mchanga wa pwani kwa miaka mingi. Nilikaa usiku mmoja kwenye msingi wa ile nyumba isiyokamilika. Mwezi ulikuwa umejaa na bahari ilikuwa tulivu kupita kawaida. Nilifungua sanduku la chuma ambalo Shangazi Zainabu alinipa. Nilikuwa sijawahi kulifungua tangu nifike. Ndani yake kulikuwa na ramani za zamani, barua zilizofifia na faili moja nene lililofungwa kwa utepe mwekundu. Nilipoanza kusoma nikahisi baridi mgongoni. Hapo ndipo niligundua kiwanja hiki kilikuwa na historia ambayo Rashid alitegemea isijulikane kamwe. Lakini sikuwa peke yangu. Kwanza alikuwa Mzee Hamisi, mvuvi mkongwe, mwenye sauti tulivu na macho yaliyoona mengi. Alijua historia ya pwani kama anavyojua mikono yake. Kisha Asha, mwalimu wa shule ya msingi jasiri na mwenye kumbukumbu kali kuliko kamera. Alikuwa na tabia ya kusema ukweli bila kuomba radhi. Na mwisho, Salim, kijana wa IT aliyerudi kijijini baada ya kupoteza kazi mjini. Alijua nguvu ya mitandao ya kijamii kuliko mtu yeyote hapa. Tulikaa pamoja tukasoma faili lile, na kimya kilitawala. Mzee Hamisi ndiye aliyesema kwanza, nilijua siku moja ardhi hii ingeongea. Lakini swali moja lilining'inia hewani kama unyevu wa bahari kabla ya mvua: ni historia gani ya giza iliyofichwa kwenye karatasi zile? Na kwa nini Bwana Rashid alikuwa tayari kufanya chochote kuifunika? Tulikaa ndani ya nyumba ya Mzee Hamisi, taa ya mafuta ikitoa mwanga wa manjano uliokuwa unacheza kwenye nyuso zetu. Upepo wa bahari ulivuma taratibu kupitia dirisha, ukipeperusha mapazia mepesi kama pumzi ya mtu anayesita kusema ukweli. Nilifungua faili lile nene, nikahisi karatasi zake kama ngozi ya mtu mzee, nyembamba, lakini imara kwa namna yake. Karatasi ya kwanza ilikuwa hati ya ardhi ya mwaka 1989. Jina lililonigonga macho mara moja: Kamati ya Maendeleo ya Pwani ya Kusini. Mzee Hamisi alitoa sauti ya chini kama mtu aliyekanyaga mwiba. Hiyo kamati haikuwahi kuwa ya maendeleo, alisema, ilikuwa ya kufunika. Asha alisogea karibu zaidi. Kufunika nini? Nikageuza karatasi, kulikuwa na taarifa za watu waliopotea. Majina yalikuwa yameorodheshwa kwa maandishi ya mashine, lakini pembeni kulikuwa na maandishi ya mkono, hana kwamba mtu aliongeza baadaye kwa hofu. Mwaka ule ule ambao kiwanja kilisajiliwa kwa jina la Shangazi Zainabu, watu watatu walitoweka. Mmoja wao alikuwa baba wa Asha. Asha hakusema chochote kwa muda mrefu. Mikono yake ilitetemeka kidogo aliposhika meza. Nilimwona akimeza mate kwa nguvu, macho yake yakipotelea kwenye maandishi. Hapo ndipo nilielewa kwa nini ukweli huu ulikuwa mzito kuliko ardhi yenyewe. Nilimkumbuka shangazi Zainabu. Ardhi haidanganyi, alikuwa anasema. Watu wanaweza kudanganya, madaraka yanaweza kuigizwa, lakini ardhi, ardhi hukumbuka. Na hapa ardhi ilikuwa imebeba kumbukumbu za watu waliotupwa gizani kwa jina la maendeleo. Siku mbili baadaye, Rashid alifanya mkutano wa hadhara. Alisimama juu ya jukwaa lililotengenezwa kwa haraka, akizungumza kwa sauti kubwa kuliko kawaida. Alikohoa mara tatu kabla ya kuanza, dalili kwamba alikuwa anajenga uongo mkubwa. Hatutakubali wachochezi, alisema, maendeleo haya simami kwa hisia. Nilikuwa pembeni ya umati nikimsikiliza kwa utulivu. Alikuwa anatumia maneno yale yale aliyoyatumia miaka mingi, maneno yaliyowafanya watu wakae kimya kwa hofu. Lakini kitu kilikuwa tofauti safari hii Niliona macho ya watu yakibadilika, sio kwa hasira, bali kwa kumbukumbu. Baada ya mkutano Rashid alinifuata, alisogea karibu sana, karibu nihisi manukato yake ya bei gali yakichanganyika na chumvi ya bahari. Unacheza mchezo hatari, alisema kwa sauti ya chini, kuna vitu ambavyo ni bora kubaki chini ya mchanga. Nilimtazama machoni kwa mara ya kwanza. Ndiyo, nikasema, lakini mchanga huu unahamishwa na mawimbi. Aligeuka akakohoa tena. Usiku huo watu walianza kuja nyumbani kwangu mmoja mmoja. Mama mmoja aliniambia jinsi mume wake alivyopotea miaka ya tisini. Mzee mmoja alikiri, alilazimishwa kusaini karatasi asiyoelewa. Wengine walikaa kimya, wakilia bila machozi. Nilisikiliza, hiyo ilikuwa nguvu yangu, kusikiliza bila kukatiza. Salim alianza kurekodi ushuhuda kwa simu yake, hakupakia chochote bado. Hii ilikuwa hatua ya kwanza tu, uvumbuzi wa siri yetu. Asha, ingawa bado anaumivu, alisimama imara. kama baba yangu alinyamazishwa, alisema, basi sauti yangu haitanyamazishwa. Siku iliyofuata ofisi yangu ndogo ilipata ziara ya ukaguzi. Maafisa walikuja, wakapima, wakaandika, wakaondoka bila kusema chochote, lakini niliona jinsi walivyokuwa wanatazama chini. Walikuwa wanafuata maagizo, si sheria. Rashid aliponiona baadaye, alikohoa sana kiasi kwamba watu waligeuka kumtazama. Sheria iko upande wangu, alisema. Nilitabasamu kwa upole. Sheria inahitaji kumbukumbu, nikamjibu, na kumbukumbu zinapenda mwanga. Hilo lilimkera. Kwa mara ya kwanza, niliona hasira ikipasua pazia lake la mamlaka. Usiku ule nilikaa peke yangu nikitazama bahari. Nilizungumza kwa sauti ya chini, kana kwamba ardhi ilikuwa inanisikiliza. Siamini katika kelele. Kelele huchoka haraka. Naamini katika uthabiti. Maji hayapigi kelele yanapochonga mwamba, lakini hatimaye mwamba hubadilika. Hiyo ndiyo falsafa yangu. Na Rashid alikuwa mwamba uliosahau kuwa bahari haichoki. Lakini kabla hatujachagua wakati wa mwanga, Rashid alifanya kitu ambacho hakutarajiwa. Usiku mmoja, niliamka kwa harufu ya moshi. Je, alikuwa tayari kuvuka mpaka ambao hata yeye hakuwa amewahi kuvuka kabla? Nilifungua macho kwa harufu kali ya moshi, ule unaokukata pumzi kabla hata hujazua unatoka wapi. Nilisikia sauti ya kuni zikilipuka, tuk tuk kama mifupa midogo ikivunjika. Niliruka kitandani, nikafungua mlango. Mwanga wa moto ulikuwa unacheza kwenye mikoko nyuma ya kiwanja. Moto haukuwa mkubwa sana, lakini ulikuwa wa makusudi. Msingi wa nyumba ile isiyokamilika ulikuwa unawaka pembezoni, kama mtu aliyejeruhiwa lakini bado anapumua. Majirani walitoka nje, wengine wakiwa na ndoo, wengine wakiwa wamechanganyikiwa. Hakuna aliyepiga kelele. Kimya kilikuwa kizito kuliko moshi. Tulizima moto kabla haujasambaa, lakini ujumbe ulikuwa wazi. Acha. Nilisimama pale nikitazama majivu. Sikuhitaji mtu kuniambia ni nani aliyefanya hivi. Rashid hakuwa mtu wa kufanya mambo kwa mikono yake, lakini alijua jinsi ya kuamuru. Asubuhi yake Rashid aliitisha mkutano wa dharura. Alisimama mbele ya kamera za simu za watu, akikohoa kwa nguvu zaidi kuliko kawaida. Sasa kila mtu alikuwa ameanza kugundua tel yake. Hii ni hujuma, alisema. Watu wanajaribu kuchelewesha maendeleo kwa vitendo vya kihalifu. Asha alisimama kutoka kwenye umati. Sauti yake haikuwa kubwa, lakini ilikuwa thabiti. Ni nani aliyefaidika na hofu hii? Rashid alichelewa kujibu. Sekunde moja tu, lakini ilitosha. Alikohoa, akageuza mada. Jamii iliona. Baada ya tukio la moto, tulijua hatukuwa na muda. Salim alikaa usiku kucha akichambua faili lile. Alitumia ujuzi wake kutafuta kumbukumbu za serikali mtandaoni zilizofichwa, lakini sio kufutwa. Aligundua kitu muhimu. Ripoti ya zamani ya tume ya uchunguzi ambayo haikuwahi kutolewa hadharani. Ndani yake jina la Rashid lilikuwa halijaandikwa moja kwa moja, lakini saini yake ilikuwa pale, kama kivuli. Alikuwa afisa mdogo wakati ule, lakini alikuwa pale. Moto haukuwa tu vitisho, ulikuwa hofu ya mtu anayejua ukweli uko karibu kutoka. Habari zilisambaa haraka, sio kupitia vyombo rasmi, bali kupitia midomo ya watu. Walichoma mtu, alisema kama wanaweza kuchoma leo, watachoma kesho, mwingine aliongeza. Wazee wa kijiji walikutana kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Walikaa kwenye mkeka wakitazamana kwa muda mrefu kabla ya kusema chochote. Mzee Hamisi alisimama. tumekaa kimya kwa muda mrefu, alisema, lakini ardhi imeanza kuzungumza. Hapo ndipo jamii ilipoanza kubadilika kutoka waoga kuwa mashahidi. Siku iliyofuata Rashid alifika kijijini bila kutangazwa. Alijaribu kuzungumza na kundi la vijana, lakini kabla hajamaliza sentensi yake ya kwanza, alikohoa vibaya sana hadi kipaza sauti kikatoa mlio wa feedback. Kijana mmoja akasema kwa sauti isiyodhamiria kuwa mzaha, akikohoa tena. Wengine wakacheka kwa hofu, kisha kwa ujasiri. Hilo lilikuwa dogo, lakini lilikuwa mwanzo wa kuvunjika kwa heshima ya uongo. Tulikaa tena usiku tukijua hatua inayofuata ilikuwa ya hatari zaidi. Tuliamua kufanya kitu ambacho Rashid alikuwa amekikwepa kwa miaka. Mkutano wa wazi wa kijamii. Hapakuwa na kelele za kampeni. Hakukuwa na vitisho. Kulikuwa na ushahidi. Salim alijiandaa na video. Asha aliandaa majina ya waliopotea. Mimi niliandaa jalada lile la kahawia, sasa likiwa limejaa zaidi kuliko mwanzo. Tulijua Rashid angekuja. Watu kama yeye hawawezi kukaa mbali na jukwaa. Lakini kabla ya mkutano huo kufanyika, Rashid alituma ujumbe wa mwisho, sio kwa maneno, bali kwa karatasi, barua ya korti. Je, sheria ile ile aliyotumia kuwanyamazisha watu ingekuwa silaha yake ya mwisho, au ingegeuka dhidi yake? Barua ile ilikuwa fupi, baridi, na imeandikwa kwa lugha ya watu wanaojua maneno yanaweza kuumiza zaidi ya viboko. Nilitakiwa kuacha kueneza taarifa potofu na kuvamia ardhi ya umma mara moja. Mkutano wetu wa kijamii ulitangazwa kuwa tishio kwa amani ya umma. Rashid alikuwa anacheza mchezo anaojua vizuri, burokrasia kama fimbo. Asha alikasirika, anatumia sheria kama kinyago. Nilitabasamu kwa huzuni. Hapana, nikasema, anatumia kelele za sheria, lakini sheria yenyewe inapenda utulivu. Tuliamua kutii amri ile kwa juu juu. Hatukufanya mkutano, tulifanya kikao cha kumbukumbu kumbu. Kila mtu alikuja bila mabango, bila vipaza sauti. Walikaa kimya, wakiwasha mishumaa kwa ajili ya waliopotea. Hakuna aliyesema neno, lakini simu zilirekodi. Salim alipakia video fupi, mishumaa, bahari nyuma, na maandishi mafupi tu: ardhi haidanganyi. Video ilisambaa haraka kuliko tulivyotarajia. Ilikuwa tulivu, ilikuwa ya heshima, na kwa sababu hiyo haikuweza kushambuliwa kirahisi. Rashid alipoona, alikohoa hata akiwa kwenye televisheni. Katika kikao cha halmashauri, Rashid alijaribu kuonekana kama mtu mwenye udhibiti. Mitandao ya kijamii si ushahidi, alisema. Hisia si historia. Lakini kwa mara ya kwanza, alikatizwa. Mjumbe mmoja mzee alisema, basi lete historia. Kimya kilitanda. Hapo ndipo nilijua, muda ulikuwa unafanya kazi kwa niaba yetu. Nilirudi kwenye sanduku la shangazi za Zainabu. Chini kabisa kulikuwa na bahasha niliyokuwa nimeipuuza, ndogo, imefungwa kwa nta ya zamani. Ndani yake kulikuwa na barua ya mkono, yenye tarehe ya siku chache kabla ya wale watu watatu kupotea. Barua hiyo ilikuwa ya Rashid, akiwa kijana, akiomba msaada. Aliandika kuhusu kazi chafu aliyokuwa ameambiwa afanye ili kulinda maendeleo ya taifa. Saini yake ilikuwa pale. Hakukuwa na kelele. Hakukuwa na utata, hii ilikuwa siri ya mwisho, lakini bado haikuwa wakati wa kuipiga. Habari zilipenya hadi vyombo vya habari vya kitaifa. Waandishi walianza kuuliza maswali, maswali ambayo hayakuwa na nafasi ya kukohoa. Watu wa kijiji hawakuwa tena wanapita haraka, walikuwa wanakaa, wanazungumza, wanakumbuka. Hofu ilianza kubadilika kuwa hasira tulivu. Kwenye mahojiano ya moja kwa moja Rashid alikohoa vibaya sana hadi mtangazaji akasema bila kufikiria, pole sana, labda unahitaji maji. Mitandao ililipuka. Mtu aliandika ule utaulia, lakini si ukweli. Hilo lilikuwa dogo, lakini lilikuwa msumari mwingine kwenye jeneza la mamlaka ya kuigiza. Hatimaye halmashauri ilitangaza mkutano wa wazi wa umma, kwa shinikizo la wananchi na vyombo vya habari. Mahali: uwanja wa kijiji, pale niliposimama kwenye hoki ya mwanzo wakati jioni, wakati bahari inabadili rangi. Rashid hakuwa na jinsi, alipaswa kuhudhuria. Nilifungua jalada langu nikahisi uzito wake, sio wa karatasi, bali wa maisha. Jioni ilishuka taratibu kama mtu anayejua anabeba habari nzito. Anga lilikuwa limechanganya rangi ya machungwa na zambarau, na bahari iling'aa kwa mwanga wa mwisho wa jua. Uwanja wa kijiji ulijaa watu zaidi kuliko mkutano wowote niliowahi kuona hapa. Hakukuwa na mabango, hakukuwa na kelele, kulikuwa na kusubiri. Nilisimama pembeni ya jukwaa nikishika jalada langu la kahawia. Karatasi zake zilikuwa kimya, lakini nilihisi kama zilikuwa zinapumua. Asha alisimama karibu nami, mgongo wake umenyooka kuliko nilivyowahi kuona. Salim alikuwa nyuma ya kamera, macho yake makini kama mvuvi anayetazama maji kabla ya kutupa ndoana. Mzee Hamisi alikaa mstari wa mbele akishika fimbo yake Alikuwa amevaa kanzu yake ya zamani, ile aliyovaa kwenye mazishi mengi kuliko sherehe. Jamii ilikuwa imejipanga yenyewe kama maji yanavyopata usawa wake, bila kuamriwa. Gari jeupe lilipoingia, umati uligeuka bila kusema chochote. Rashid alishuka akiwa na suti yake bora, tabasamu lile lile la mtu anayejua kupiga picha vizuri. Alikohoa mara moja, kisha mara mbili. Nilikamata macho ya Asha. Hakutikisa kichwa, hakuhitaji. Rashid alipanda jukwani akachukua kipaza sauti. Wananchi, alianza, tumekutana hapa kwa ajili ya maendeleo. Neno lile maendeleo lilitua hewani kama jiwe lililotupwa baharini bila kusababisha mawimbi. Rashid alizungumza kwa dakika kumi. Alizungumzia miradi, ajira na mustakabali. Alitumia maneno mengi, lakini hakuna hata moja lililokuwa na mizizi kwenye ardhi hiyo. Kila aliposema uongo alikohoa. Sasa watu hawakuhitaji mtu kuwaambia. Alipomaliza alitabasamu, kana kwamba mchezo ulikuwa umekwisha. Hilo ndilo nililokuja kusema, alihitimisha. Kulikuwa na kimya, kisha sauti ya mzee Hamisi ikasikika, tulivu lakini nzito. Sasa tusikilize ardhi. Nilipanda jukwani, sikuchukua kipaza sauti mara moja. Nilisimama tu nikitazama umati. Nilizungumza bila kupandisha sauti. Miaka thelathini iliyopita, nilisema ardhi hii ilishuhudia watu kutoweka. Si kwa bahati mbaya, si kwa vita, bali kwa saini. Salim akaonyesha skrini kubwa nyuma yangu. Ramani za zamani zikajitokeza. Majina, tarehe, hakukuwa na matusi. Kulikuwa na data. Niliona Rashid akigeuza mguu wake mmoja kwenda mwingine. Alikohoa lakini hakuna aliyesikia. Kila mtu alikuwa akitazama televisheni. Asha alipanda jukwaani. Sauti yake ilitetemeka kwa sekunde moja tu, kisha ikapata nguvu. Huyu alikuwa baba yangu, alisema akionyesha picha ya mwanaume aliyekuwa akitabasamu mbele ya nyumba ya zamani. Aliitwa kuja kusaini kitu, hakurudi. Alitaja majina mengine mawili. Watu waliosimama umatini walitikisa vichwa, walikuwa wanawakumbuka. Jamii ikaanza kuhema kwa sauti moja, sio kwa hasira, bali kwa uzito wa kumbukumbu. Rashid aliruka akachukua kipaza sauti kwa nguvu. hii ni hisia, alipaza sauti, hakuna ushahidi wa kisheria hapa. Alikohoa vibaya sana kiasi kwamba alilazimika kusimama. Nilimsubiri amalize. Nilifungua bahasha ile ndogo, ile yenye nta ya zamani. huu ni ushahidi wa kisheria, nilisema kwa utulivu. Nilisoma barua ile, sio kwa sauti ya kishindo, bali kwa sauti ya mtu anayesoma ukweli kwa mara ya kwanza tena. Maneno ya Rashid mwenyewe. Saini yake. Hofu yake. Salim aliweka nakala mtandaoni moja kwa moja, hakuna kuchelewa, hakuna kuchagua. Mitandao ililipuka. Lakini uwanjani kulikuwa na kimya kikubwa kuliko kelele yoyote. Rashid alijaribu kuzungumza. Alikohoa. Hakuna aliyemsikiliza. Sheria ile ile aliyokuwa akiitumia kama fimbo, sasa ilikuwa imemgeuka. Maafisa wawili waliokuwepo walikaribiana na jukwaa. Hawakuwa wakikimbia, hawakuwa wakipiga kelele, walikuwa wakitimiza taratibu. Rashid alishuka kutoka jukwaani bila mtu kumsukuma. Tabasamu lake lilikuwa limepotea. Alionekana mdogo, kama mtu aliyesimama bila kipaza sauti. Kwa mara ya kwanza, hakukuwa na shangwe, hakukuwa na makofi. Kulikuwa na watu wakikumbatiana kimya kimya. Wengine walilia, wengine walikaa tu wakitazama bahari. Haki haikuhitaji muziki. Asubuhi ya siku iliyofuata pwani ilikuwa tofauti. Bahari ilicheza kama kawaida, lakini angani palikuwa na rangi safi ya mchanga na mvua ndogo iliyopita, alama ya safi baada ya dhoruba. Watu wa kijiji walikusanyika pamoja kwenye kiwanja chenye historia. Sasa hakukuwa na hofu ya kuvunwa au kuogopa nguvu za mtu aliyejulikana kwa uongo wake. Wazee waliketi pamoja na vijana, akina mama walibeba watoto, akila mtu alijua kwamba kila sauti ina thamani. Mzee Hamisi alisimama katikati ya uwanja, akatabasamu kwa utulivu na akasema: "Ardhi haidanganyi. Kwa muda mrefu tulinyamazishwa, lakini leo tunasema ukweli. Kila mtu ana jukumu la kulinda kumbukumbu hii." Watu walikumbatiana wakiwashirikisha wengine habari ambazo walihifadhi kwa muda mrefu. Wote walijua hawawezi kurudi nyuma. Haki ilikuwa imefanywa, lakini sasa ilikuwa juu yao kuiendeleza. Bwana Rashid alionekana kijijini tena akiwa na tabasamu dogo chini ya macho ya umati. Alijaribu kuzungumza kujaribu kuboofisha ukweli, lakini sauti yake ilikuwa ndogo na kila mtu alikuwa amekumbuka kelele na uvumi aliyokuwa akitengeneza. Aliyekohoa mara tatu na watu walishikilia pumzi zao. Hii ilikuwa dhahiri, nguvu yake ya uongo haikuwahi kuhitajika tena. Jaribio lake la mwisho kujaribu kudhibiti jamii lilishindikana. Jamii ilijua sasa ilikuwa imara kwa pamoja na yenye sauti. Salim alianza kupanga miradi ya kijamii, kutengeneza kumbukumbu za dijiti za historia ya kijiji, kupanua shule na kuhakikisha kwamba kesi zote za kihistoria hazitafutwa tena. Asha alianzisha kipindi cha hadithi za vijana, akisisitiza umuhimu wa kweli na kumbukumbu. Na Mzee Hamisi kwa utulivu wake, aliendelea kusimamia mashirika ya wazee, kuhakikisha kuwa kila kizazi kinajua historia ya ardhi yao. Kiwanja chenyewe kilirejeshwa, miti iliyopasuliwa ilipandwa upya na msingi wa nyumba ulihakikishwa kwa heshima ya historia. Kiwanja kilibadilika kuwa alama ya ukweli na upendo wa jamii, si mali ya mtu mmoja, bali urithi wa kila mmoja. Nilikaa pale pwani, nikitazama mawimbi ya kibisha na mchanga ukiwa laini chini ya miguu yangu. Sauti ya bahari ilitulia na nilijua jambo moja. Ukweli hauhitaji kelele. Haki inahitaji uthabiti. Jamii inayojua historia yake na kukumbuka waliopotea haina haja ya hofu. Ardhi haidanganyi. Hata wakati nguvu za uongo zinajaribu kuificha, ukweli huibuka kama mwanga wa alfajiri polepole, pole, lakini kwa uthabiti. Na kama tunavyosimama pamoja, hatuwezi kupoteza tena. Baada ya wiki moja Rashid alijaribu tena, alituma barua ya hofu akidai kuwa baadhi ya watu walikuwa wakimkashifu kihalisi, lakini umati wa kijiji ulikaa imara. Hakuna aliyemchukua, hakuna aliyesimama kwake. Jaribio la mwisho la kuigiza mamlaka lilishindwa. Hii ilikuwa poetic justice. Silaha zake zilibadilika kuwa hofu yake mwenyewe, na nguvu yake ya uongo ilivunjika. Kiwanja kilibaki salama. Jamii ilipumua. Ardhi haidangani, na wale waliopotea walikumbukwa milele. Hadithi hii ni kielelezo cha nguvu ya utulivu dhidi ya uongo mkubwa. Ushirikiano wa jamii unaobeba haki. Kumbukumbu kumbu kama silaha, ardhi, historia, na watu hawapotei. Kwa ukweli na uthabiti, hata nguvu kubwa za uongo haziwezi kushinda. Ardhi kama bahari hubeba kumbukumbu kumbu, na mwanga huibuka kwa kila mmoja aliye tayari kusikiliza.